Mkurugenzi mkuu na mtendaji mkuu wa shirika la utangazaji la BBC ya Uingereza wa wamejiuzuru Jumapili ya Novemba 95 baada ya kukosolewa kwa jinsi shirika hilo hariri hotuba ya Rais wa Marekani Donald Trump. Katika taarifa yake, BBC imesema mkurugenzi mkuu Tim Davi na mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Debora Talnis wote wameamua kuondoka katika shirika hilo. Hata hivyo, BBC inayofadhiliwa na umma imekosolewa kuhariri hotuba ambayo Trump walitoa Januari 6 2021 kabla ya waandamanaji kushambulia Capitol Washington, Marekani. Wakosoaji wamesema jinsi ya hotuba hiyo ilivyohaririwa kwa makala ya BBC mwaka jana ilikuwa ya kupotosha na kukata sehemu ambapo Trump alisema aliwataka wafuasi waandamane kwa amani. Kipande cha kipindi cha BBC cha Panorama kilichotumiwa na gazeti la The Daily Telegraph kinaonekana kuonyesha sehemu tofauti za hotuba ya Trump zilizohaririwa. Katika nukuu moja katika kipindi hicho, Trump ameonyeshwa tutashuka hadi Capitol na nitakuwa hapo pamoja nanyi na tutapambana na tutapambana kweli, kweli. Kulingana na video na nakala kutoka kwa maoni ya Trump siku hiyo, alisema tutashuka hadi Capitol na tutawashangilia maseneta wetu jasiri na wabunge, na labda hatutakuwa tukiwashangilia sana baadhi yao. Hiyo nukuu imeendelea kwa kusema kwa sababu hamtawahi kuirudisha nchi yenu kwenye kuwa dhaifu, lakini mwonyeshe nguvu na lazima muwe imara. Tumekuja kudai kwamba Congress ifanye jambo zaifu hii na kuhesabu wapiga kura tu ambao wamepangwa kisheria. Ninajua kwamba kila mtu hapa hivi karibuni ataandamana hadi jengo la Kapito ili kutoa sauti zenu kwa amani na uzalendo. Hata hivyo, karibu saa moja baadaye, Trump alitumia msemo tunapigana kama kuzimu kuelekea mwisho wa hotuba yake, lakini bila kurejelea neno Kapito. Katika barua kwa wafanyakazi, Davi alisema kuacha kazi baada ya miaka mitano ni uamuzi wake ulio sahihi, ambapo amesema kwa ujumla BBC inafanya kazi vizuri, lakini kumekuwa na makosa kadhaa yaliyofanywa na kama mkurugenzi mkuu lazima nichukue jukumu la mwisho ambalo ni kujiuzulu, alieleza katika taarifa yake Davie, ambapo alisema pia anafanya kazi kupitia nyaraka halisi na bodi ili kuruhusu mpito wa utaratibu hadi mrithi wake atakapopatikana miezi kadhaa baadaye na, na ndipo ataachia ngazi rasmi. Naye Turness alisema utata kuhusu makala ya Trump umefikia hatua ambapo unasababisha uharibifu kwa BBC, taasisi ambayo anaipenda kama mkurugenzi mtendaji wa habari za BBC na mambo ya siasa Alichapisha kiungo cha hadithi ya gazeti la Daily Telegraph kuhusu uhariri wa hotuba kwenye mtandao wake wa Social Truth, akishukuru gazeti hilo la The Daily Telegraph kwa kuwafichua waandishi wa habari ambao walikotaje kuwa ni wafisadi, ambapo alisema hao ni watu wasioaminifu sana ambao walijaribu kuingia kwenye mizani ya uchaguzi wa rais, ambapo aliita pia jambo hilo kuwa ni baya zaidi kwa demokrasia. Katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt aliandika pia katika mtandao wa X akichapisha picha ya skrini ya makala yenye kichwa Trump aingia vitani na habari bandia BBC. Shinikizo kwa watendaji wakuu na watangazaji hao limekuwa likiongezeka tangu gazeti la The Telegraph iliyo kinyume ilivyochapisha sehemu za jalada lililokusanywa na Michael Prescott ambaye alikuwa ameajiriwa kuishauri BBC kuhusu viwango na miongozo pamoja na uhariri wa Trump. Ilikosoa pia uandishi wa BBC kuhusu masuala ya jinsia tofauti na kuibua wasiwasi wa upendeleo dhidi ya Israel katika idhaa ya Kiarabu ya BBC. BBC hiyo yenye umri wa miaka mia na tatu sasa inakabiliwa na uchunguzi mkubwa kuliko watangazaji wengine na ukosoaji kutoka kwa wapinzani wake wa kibiashara kwa sababu ya hadhi yake kama taasisi ya kitaifa inayofadhiliwa kupitia ada ya leseni ya kila mwaka ya paundi 174.5 ambayo ni sawa na dola za Kimarekani 230 inayolipwa na kaya zote zenye televisheni. BBC hutangaza vipindi vya burudani na michezo katika vituo vingi vya televisheni na redio na ya mtandaoni na habari za BBC ambazo mara nyingi huchunguzwa. Mtangazaji huyo amefungwa na masharti ya katiba yake kutokana na upendeleo, na wakosoaji wake huibuka haraka wanapofikiri imeshindwa. Mara nyingi wakosoaji hao huibuka wakati wa siasa, huku wahafidhina wakiona mwelekeo wa mrengo wa kushoto katika habari zake, na baadhi ya waliberali wakishutumu kwa kuwa na upendeleo wa kihafidhina Pia imekosolewa kutoka pande zote kuhusu habari zake za vita kati ya Israeli na Hamas huko Gaza ambapo Februari, BBC iliondoa makala kuhusu Gaza kutoka kwa huduma yake ya utangazaji baada ya kuibuka kuwa msimuliaji huyo mtoto alikuwa mtoto wa afisa katika serikali inayoongozwa na Hamas. Kemi Badenoch kiongozi wa chama cha upinzani cha Conservative alisema BBC ilikuwa imejaa upendeleo wa kitaasisi na uongozi mpya lazima sasa utoe mageuzi ya kweli ya utamaduni wa BBC kutoka juu hadi chini. Hii ni Msasa Media. tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii tukijulika kama Msasa Online, Msasa kisasa zaidi.